Swali lingine ni kuhusu wajibu wa mashemasi. Hili liligusa wengine wa waliosikia kwenye mtandao niliposema juzi juzi, au wiki iliyopita, i kuhusu kwamba shemasi hana mamlaka ya kubariki watu, kubariki watu

The ordinary minister yani mahususi um, um, uh, yeye yeah, ndio mtumishi um, mahususi um, wa kubariki watu ni padri aliyepaka mafuta mikono yake, imewekwa mafuta kusudi abariki watu na mapaji yao na kuyatolea sadaka uh, two tasks of the priest from the Old Testament up to the Old New Testament. Ana uh, um, mambo makubwa ma ahacha hizi majukumu mengine ambayo they can be shared with the other people. But the priest anawekewa mikono, na baada ya kuwekewa mikono hiyo ndio priesthood, lakini anapewa fakati uwezo wa kutolea sadaka baada ya kupakwa mafuta ya yeye. Sasa tangu zamani, wakati wa Aaron, na Aaron pamoja na familia yake walifanywa kuwa makuhani kwa, kwa ajili ya kutolea sadaka kwa Mungu. Kwa hiyo padre au kuhani ni mtu aliyepakwa mafuta ili kwanza, taski ya kwanza, kutolea sadaka kwa Mungu. Kwa hiyo kazi ya, ya kutolea sadaka, ya pili direct, ubariki watu wangu kazi yake ni kubariki watu wake, na makuhani wa Agano la Kale walikikilia hayo mawili. Hakuna aliyebariki watu ni kuhani. Makuhani kama Zekaria na Aroni wengine ndio walibariki watu, watu ambao wamepakwa mafuta. Na katika kanisa wanapakwa mafuta mikononi. Askofu anapakwa mafuta mara mbili anapakwa mikononi na anapakwa kitosi kichwa, kama mfalme. Mfalme askofu ni utimilifu wa ukuhani. Kwa hiyo mnapozungumzia upadre, askofu anaposoma misa mnatambua, unaona anatoa ile kidudu chake kikofia, kinaitwa kipa ile kofia, anatoa, anakuwa padre, padre, na wenzake He is not above a priest. He is a priest. Hata Papa anatoa, ni padre. Kwa hiyo cheo cha kutolea sadaka ni cha upadre, sio cha kuhani, sio cha, cha kuhani, maana sio kwa askofu wote. Hata askofu, Papa akitaka kuzungumza na mapadre ma, ma, ma anasema my fellow priest, yeye ni padre Askofu anapaswa kusema mapadri wenzangu, kwa sababu msingi wa kwanza, na waskofu wake ni vitu vingine, wa kwanza ni padri. Huwezi kupata vyo vingine kama wewe sio padri kwanza. Kwa hiyo the priesthood is the foundation of all other duties that we follow, na duty hizi mbili ndio kuu pale, licha nyingine hizi za kutolea sakramenti na nini hizo sakramenti zinatokana na ile sakramenti kuu ya altari, watu wajue hayo. <coughs> Kwa hiyo minister wa oh, proper proper minister, nitumia neno hiyo, sio halisia, mahususi. Proper minister of the altar is the priest, na amewekwa mafuta kwa ajili hiyo, na anapokea zile kalisi na mingine, akiwa amepekwa mpaka yale mafuta baada ya ordination baada ya anambariki askofu pale pale wa kwanza, baada ya sacrifice anashiriki tena mara nyingine, anaweza kuachiwa aka, akaongoza aka. Lakini kwenye sehemu nyingine anangoja askofu anamalizia misi, akapewa nafasi ya kuongoza, lakini anashiriki sasa katika kutolea sadaka kwa sababu kuanzia wakati ule alipowekewa mikono amekuwa kuhani, na alipopokwa mafuta ameruhusiwa kuingia altareni pale. Nalafu na anakwenda kubariki wa kwanza na mbariki yule aliyempa hiyo hadhi, askofu. Alafu anabariki wazazi waliompa uhai. Nakumbuka hata picha ninayo, nambariki mama na baba. Nilitetemeka sana lakini, lakini inakumbusha hadhi hizo hizo ni ofisi kubwa. Sasa, kwa hiyo mtu yoyote mwingine hana hadhi hiyo, is not a proper minister of those two duties, ya kutoa sadaka na kubariki watu, ni kuhani afanya, na hii ipo kwenye lugha ya kutoa huduma ya neno la neno yaani, maandiko matakatifu, ni wahudumu

And of charity to the people of God kama wale walipo kwa nini wakina Stefano na wengine, wakina Nicola na wengine, waliochaguliwa pale wale saba, ni kwa ajili ya kutoa huduma za mahitaji ya watu, na hiyo haijatoka na baki hivi. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote katika kanisa ambalo linahitaji huduma ya kuhudumia watu, nahitaji mkono wa kuhudumia watu, wa kwanza na wenye jukumu muhimu ni Mashemasi. It is the duty of the deacon according, according as it shall have been assigned to him by competent authority. Sasa, muhimu ni hili. Mashemasi wanaweza kufanya mambo mengine kuendana na uh, ruhusa ya mamlaka inayohusika. Mamlaka zinazohusika ni mbili kwa shemasi, ya kwanza ni askofu, lazima wasikie askofu amewaruhusu wa kufanya nini, na ya pili ni padri ambaye normali upadri wake unaonekana kwa paroko, paroko amemruhusu kufanya nini, au ndio competent authority ambao ni lazima, anasema hapa according child, yani, jinsi atakavyopangiwa na askofu au na paroko mahalia husika authority. Sasa mambo ambayo wanaruhusiwa kufanya kuendana na, na maelekezo ya askofu mahalia au paroko ambaye ndio muhusika, sio kila paroko no ni mmoja tu, yule ambaye anakaa naye. Mambo kadhaa wanaruhusu kufanya, lazima wawe na authority ya yes, askofu na sio kusema lazima wana wana haki hiyo, hapana. Wanapewa competent authority. Ya kwanza ubatizo solemn, solemn na ubatizo usio solemn. yes Solemn baptism ambapo anapaka mafuta yale krisma na ukatume solemn, mshemasi nafa, lakini atakuwa ameelekezwa na skofu mahalia na paroko. Solemn kila Mkristo anabaptiza, lakini kuna solemn baptism alafu to be Custodian and dispenser of the Eucharist. Kuwa mtunzaji na mtoaji wa Ekaristi. Shemasi ndio anagawa Ekaristi na anatunza, anaenda hata kwenye tabernakulo anaangalia kama kila kitu sawa, na hata kwa mfano kwenye vigango ambavyo ni remotest, iko mbali sana Shemasi anaweza kuwa nayo, anatunza hii Ekaristi. Kuna wakati mimi nimesha kuwa sehemu za namna hiyo, unahitaji una hata ndege kusafiri kwenda huku, hamna mahali popote, mnafanya Ekaristi chini ya unafanya, una, unafanya ibada bila padre chini ya mtu, lakini anatembea na ndio maana hapa anatumia ni dispensa and custodian, mtunzaji wa Ekaristi kwa hiyo anakuwa na ile pyx, anafunza, anatunza na kuweka mahali na kuhakikisha kwamba, kwa hiyo anaweza kwenda nayo sehemu, ukaweke nyumbani kwako kama hamna mahali pengine pale unapokaa, unahakikisha kama Elia, na kuhakikisha kwamba yuko pale pale. Kwa hiyo ni custodian, ni na mtunzaji wa Ekaristi na anaye gawa ya eukaristi ni kazi ya shemasi. Shemasi sio unakuja kukupa hapa unaenda zako, unahakikisha ni safe. Na unaweza kuwa kwenye unatumwa mahali mi una sehemu mbali ngumu sana, unaenda unahakikisha kila kitu safe, na unakuwa unakuja nayo, unalala nayo uko pale mpaka unahama una tena kwenda kigango kingine, kwenda tena kigango kingine, hata nchi nyingine unasafiri na ya kustodia unawezekana. Kwa hiyo sio mtu mwingine haweziwezi kuruhusiwa kusafiri na kimasi, chini ya authority ya paroko muhusika au askofu muhusika, halafu kushiriki au kusaidia, to assist at and bless marriages, kubariki ndoa, kazi ya shemasi hapo, chini ya maelekezo ya mamlaka husika. Kwa hiyo as, as, to assist at and bless church, marriages in the name of the church, ana mamlaka husika, shemasi anabariki ndoa. Alafu kupeleka komunyo takatifu kwa wagonjwa yatiku, hiyo ni kazi shemasi. Ana mamlaka hayo, akielekezwa na paroko husika au askofu, natoa hiyo kwao, kupeleka komunyo kwa wagonjwa. Shemasi ni mm, mhudumu mm, na tuelewe tofauti ya kupeleka komunyo kwa wagonjwa na kutoa sakramenti ya wagonjwa. Sakramenti ya wagonjwa ni padre tu, hawezi kutoa, hawezi kupaka mafuta ya wagonjwa. Wagonjwa yeye ni ekaristi, kupelekea viatiku, kupelekea kumunywa kwa wagonjwa, sio kwenda kutoa sakramenti ya wagonjwa. Hiyo ni padre. Alafu kusoma maandiko matakatifu kwa waumini, hiyo ni wajibu anaopewa na eh, Shemasi. Kufundisha na kuhimiza waumini, kuwahamasisha waumini, kazi ya Shemasi ni kazi ya Shemasi pia, sababu yeye ndiye anayesomea watu neno la Mungu na analifafanua kwao. To preside over the worship and prayer of the faithful. Wakati waumini wanasali anaweza kusimamia ibada worship, na sala. Shemasi ana mamlaka hayo akielekezwa na askofu na mpadi husika au paroko as

Wamekuwa soya, alafu huduma ya upendo upendonaiza mapendo au wahudumia watu charity to save the people. Anasema hapa. And of charity to the people of God kama wale waliokwanini wakina Stefano na wengine wakina Nicola na wengine waliochaguliwa pale wale saba, ni kwa ajili ya kukua huduma za mahitaji ya watu na hiyo haijatoka na baki hivi. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote katika kanisa ambalo linahitaji huduma ya kuwahudumia watu, nahitaji mkono wa kuhudumia watu, watu wa kwanza na wenye jukumu muhimu ni Mashemasi. It is the duty of the deacon according according as it shall have been assigned to him by competent authority. Sasa, muhimu ni hivi, mashemasi wanaweza kufanya mambo mengine kuendana na uh, ruhusa ya mamlaka inayohusika competent mamlaka zinazohusika ni mbili kwa shemasi. Ya kwanza ni askofu, lazima wasikie askofu amewaruhusu kufanya nini, na ya pili ni padri ambaye nomali upadri wake unaonekana kwa paroko, paroko amemruhusu kufanya nini? Au ndio competent authority ambao ni lazima, anasema hapa According yani, jinsi atakavyopangiwa na askofu au na paroko mahalia husika. Sasa mambo ambayo wanaruhusiwa kufanya kuendana na maelekezo ya askofu mahalia au paroko ambaye ndio muhusika. Sio kila paroko, no ni mmoja tu yule ambaye anakaa naye, mambo kadhaa wanaruhusu kufanya, lazima wawe na authority ya yes, askofu. Na sio kusema lazima wana, wana haki hiyo, pana wanapewa competent authority. Ya kwanza ubatizo solemn, solemn. Na, na ubatizo usio solemn. Yes. Solem baptism ambapo anapaka mafuta yale krisma na ukatume solem mshemasi nafani, lakini atakuwa ameelekezwa na skofu mahalia na paroko. Solem kila Mkristo anabaptiza, lakini kuna solem baptism alafu To be custodian and dispenser of the Eucharist. Kuwa mtunzaji na mtoaji wa ekaristi. Shemasi ndio anagawa ekaristi na anatunza, anaenda hata kwenye tabernakulo anaangalia kama kila kitu sawa, na hata kwa mfano kwenye vigango ambavyo ni remotest, iko mbali sana Shemasi anaweza kuwa nayo, anatunza ekaristi. Kuna wakati mimi nimesha kuwa sehemu za namna hiyo, unahitaji una hata ndege kusafiri kwenda huu, hamna mahali popote, mnafanya ekaristi ya yunafanya una, ibada bila padre, chini ya mtu, lakini anatembea ndio na, maana hapa anatumia ni dispenser and custodian, mtunzaji wa Ekaristi. Kwa hiyo anakuwa na ile pix anatunza naweka, anaku, mahali nahakikisha kwamba anaweza kwenda nayo hmsehemu ukaweke nyumbani kwako, kama hamna mahali pengine pale unapokaa, unahakikisha kama Elia na Eli, kama kwamba yuko pale pale. Kwa hiyo ni mlinzi na mtunzaji wa Ekaristi na anaye gawa ya Ekaristi ni kazi ya shemasi. Shemasi sio unakuja kutupa hapa unaenda zako, unahakikisha ni safe, na unaweza kuwa kwenye unatumwa mahali ni una sehemu mbali ngumu sana, unaenda unahakikisha kila kitu safe, na unakuwa unakuja una, una nayo unalala nayo, uko pale mpaka unahama una tena kwenda kigango kingine, kwenda tena kigango kingine, hata nchi nyingine unasafiri na yua custodia inawezekana. Kwa hiyo sio mtu mwingine hawezi, huwezi kuruhusiwa kusafiri na kimasi chini ya authority ya paroko muhusika au askofu muhusika, halafu kushiriki au kusaidia, to assist at and bless marriages, kubariki ndoa, kazi ya shemasi hapo, chini ya maelekezo ya mamlaka husika. Kwa hiyo as, as, to assist at and bless church marriages in the name of the church, ana mamlaka husika, shemasi anabariki ndoa alafu kupeleka komunyo takatifu kwa wagonjwa jati ku hiyo ni kazi shemasi. Ana mamlaka hayo akielekezwa na paroko husika au askofu, anatoa kaa kupeleka komunyo kwa wagonjwa. Shemasi ni mhudumu, na tuelewe tofauti ya kupeleka komunyo kwa wagonjwa na kutoa sakramenti ya wagonjwa. Sakramenti ya wagonjwa ni pade tu, hawezi kutoa, hawezi kupaka mafuta ya wagonjwa wagonjwa. Yeye ni ekaristi, kupelekea biati, kupelekea kumunywa kwa wagonjwa, sio kwenda kutoa sakramenti ya wagonjwa, hiyo ni pade. Halafu kusoma maandiko matakatifu kwa waumini, hiyo ni wajibu anaopewa na eh, shemasi. Kufundisha na kuhimiza waumini, kuwahamasisha waumini, kazi ya shemasi. Kwa kutoa mafundisho, kutoa homili ni kazi ya shemasi pia, kwa sababu yeye ndiye anayesomea watu neno la Mungu na analifafanua kwao. To preside over the worship and prayer of the faithful. Wakati waumini wanasali, anaweza kusimamia ibada worship na sala. Shemasi ana mamlaka hayo akielekezwa na Askofu na mpadi husika au paroko as kwa hiyo na njia naeizinoesesar kwa mfano, njia ya msalaba. Hizi ni i njia ya msalaba, ibada mbalimbali kuabudu, uh, uh, uh, kuabudu uh, sakramenti takatifu, ibada worship hizo zote, au kutoa maombi maalum labda. Sasa tunakosa mvua sisi kola, kola kwa sababu atapakolamvua asnayesha huko na huko lakini hapa tumezidi dhambi sana asi nilimwambia ni hapa ni hapaaia, sasa tuweke sala maalum. Akasema ntawambea maishamazi wataarishi sio, ameshawaambia siju, lakini lakini hatujafikia hapo bado kidogo. Sasa ni ukweli ni kwamba hawa wanasimamia sala, waamini kufanya ibada maalum, mfano uh, njia ya hawa maana yake kuongoza, wanaongoza, alafu kuadhimisha sacramentos, nadhani ni sakramenti na visakramenti, nadhani mnajua wote sacramentos. Hawa wanaoadhimisha kwa maelekezo ya wale wawili, wasema ni mashemasi Mfano nimesema, njia ya msalaba, kuabudu Ekaristi, kuongoza rozari, kubariki rozari, kubariki maji ya, ya, ya, ya, ya baraka, na hayo yote, hayo tunaitwa sacramentos. Hiyo anayeweza kusimamia, to preside over, to preside, mshemasi, kuadhimisha mshemasi, alafu to officiate at funeral and burial services. Services. Yani huyu shemasi anaweza kuongoza maziko ya watu. Ni kiongozi anaongoza, na sio lazima padri awe. Shemasi anaongoza maziko na huduma nyingine zote zinazopatiwa kwa maziko ya waumini. Kwa hiyo hizi zimetajwa kwenye hii sura ya 29 katika hati ile ya mwanga wa mataifa Lumen Gentium namba 29. Sasa maelezo mafupi chini ameeleza: However, a deacon has no mandate on his own to perform the above analyzed duties. hana mamlaka ya hadhi hiyo yeye mwenyewe on his own. Yes, he can perform them only

They can read them and find this. Permission from them is enormously important for the deacon to exercise any of the above mentioned duties. Basi hilo nilitaka kuwasomea na kama kuna swali unaweza kujadili, lakini <laughs> hakuna la kujadili mambo yaliyoandikwa kwenye constitution kama hiyo ya Lumen Gentium. Hiyo tajadili hakuna. Nani? Mamlaka like hayo yameandikwa.